Haleluya, Mungu anayajua maisha yako. Amen. Mungu anajua changamoto unazopitia, Mungu anajua majaribu unayopitia, Mungu anajua mambo yanayokusumbua, anajua yote. Kama ni umaskini, Mungu anajua. Kama ni matukano, Mungu anayajua. Kama ndoa inasumbua, Mungu anajua ndoa inasumbua, kwa sababu anasema yeye yuko pamoja nao yuko pamoja na wewe. Ukienda utumwani, na yeye anakwenda pamoja na wewe. Ukidharauliwa, na Mungu anadharauliwa pamoja na wewe. Ukibezwa, na Mungu anabezwa pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akasema, mimi ninawajua watu wangu, najua maisha wanayopitia, najua ni kwa nini wanapitia, najua ni kwa nini inakuwa hivyo. Haleluya, Amen. Kwa hiyo Mungu akaniambia hivi, akatolea mifano miwili wa kwanza ni huu akasema ukipeleka kitambaa chako kwa fundi akianza kukikatakata inaonekana kama anakiharibu haleluya yani unapeleka kitambaa kizuri kitenge doti moja nzuri au pande nzuri lakini kipika nashangaa na ikata katikati anakata hivi anakata hivi alafu na vile vingine mi vinanikeraga vile vidogo vidogo anakatakata natupa kabisa vile vidogo vidogo vile sasa ukiangalia unaona anafanyaje? Anaharibu nguo yako. Lakini kwa nini unamwona anaharibu? Unamwona anaharibu kwa sababu huna picha ya fundi aliyonayo hapa, haleluya. Wewe unamwona fundi anaharibu kwa sababu ile picha, ule mchoro, ile ramani ya nguo aliyonayo kichwani, wewe huna, haleluya. Wewe una picha ya nini? Ya kitenge kama kilivyo yeye yeah, ana picha ya nini? Ya gauni ambalo natakiwa lishomwe. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Akaniambia, ndivyo ninavyofanya kazi. Ninapowapeleka watu ninaporidhia watu waende katika majaribu, wapite katika shida, wapite katika mateso, wapite katika najua nini ninachokifanya. Kuna vitu natengeneza ndani yao, kuna mambo ninayakarabati, kuna tabia naziondoa, kuna vitu nashughulikia. Nikiisha kumaliza, ndipo Bwana anasema atampata yule naye mtaka, atampata yule naye mtaka. Kuna mtu anamtafuta ndani yako, hakutafuti wewe wa nje, anamtafuta yule wanda. Kuna mtu wa ndani anamtafuta, kuna Nesiosi anamtafuta, kuna Mabruki anamtafuta, kuna Neema anamtafuta, kuna Anita anamtafuta, kuna Salome anamtafuta. Huyo ndiye anayemtaka, sio huyo wa nje, ni yule wa ndani. Anashughulika naye yule, anamtengeneza yule, anaondoa kiburi, anaondoa majivuno, anaondoa kujiinua, anaondoa dharau Anampata yule anayempata, na kisha kumpata atamwinua juu sana. Anasema, huyo ni mwanangu, tazameni mtumishi wangu, tazameni chombo changu. Ndivyo Mungu anavyofanya kazi. Haleluya, ndivyo Mungu anavyofanya.